Kundi la uhalifu la Triad kutoka kusini mashariki mwa Asia lilikuwa linadhibiti asilimia 80 ya shughuli zote za magendo barani Asia, wakilitumia eneo hatari la Golden Triangle kama kituo chao kikuu. Triad walipata faida kubwa kupitia biashara haramu ya dawa za kulevya, silaha na usafirishaji wa binadamu ili kuweka njia zao kuwa salama dhidi ya vurugu na watu wa nje, viongozi wa Triad walitengeneza kikundi kidogo cha wajumbe wa hali ya juu kilichoitwa Six Seas, watu sita wa kiume na wa kike waliokuwa na uwezo wa kuchukua hatua kali kwa jina la nidhamu na utii. Utambulisho wa wanachama hawa wote ulifichwa. Baada kuwa wakazi wote wa kijiji kwa sababu ya pesa za Triad zilizoibwa, Ito wana kutana na msichana mdogo aliye hai pekee aitwaye Reina. Wanajeshi wa Triad wanapojaribu kumuua Reina, Ito badala yake anauua wote, lakini na yeye anajeruhiwa. Anamficha Reina kwenye nyumba ya kupanga na mpenzi wake. Shinta anampata Reina wakati anamhudumia Ito kutokana na majeraha yake. Shinta anamkemea kwa kumwokoa msichana huyo. Inafahamika kuwa ikiwa mwanachama wa Six Seas atakiuka maagizo atauawa. Shinta anampigia simu rafiki wa Ito aitoe Fati ili amsaidie. Fati anamwambia Ito kwamba ana maadui wengi sana. Wakati anaangalia picha ya kundi lake la zamani, Ito anajiuliza Arian yuko wapi? Arian yuko Macau akimhudumia mtu mkubwa ndani ya triad. Mtu huyo anapomkosea heshima Arian na kumpiga mhudumu wa kike, Arian anawaua wote waliokuwa mlendani isipokuwa yule mhudumu. Akiwa anamsindikiza mhudumu kutoka, anapokea simu kutoka kwa bosi wake Chen Wu. Chen Wu anamjulisha Arian kuwa rafiki yake Ito ameasi na sasa Arian anapaswa kumuua. Wakati huo huo Ito anataka kupata pesa na anakwenda kwa mtu anaitwa Johan mmojawapo viongozi wa Triad katika duka la buchari. Johan ana amri ya kumripoti Ito, lakini Ito anatambua hilo na anajikuta kwenye mapambano makali dhidi ya Johan na wauaji wake. Ito anawaua wote, lakini kabla ya kufa Johan anawasiliana na mtu mwingine. Ito anakamatwa na kuwekwa kwenye gari la polisi lenye askari mafisadi waliomuua Johan walipokuwa wakimkamata Ito. Bobby anamsindikiza Shinta kutoka kwenye nyumba ya kupanga, lakini anagundua kuna jambazi zaidi wa Triad wanaingia. Bobby anamsukuma Shinta kutoka kwenye lifti, kisha anarudi nyumbani kuungana na Fati na Wisnu kupigana na wahuni wa Triad. Baada ya kuwaua wote, wanakutana na wauaji wa kike waliotumwa na Chen Wu, Alma na Elena. Elena anamuua Bobby, huku Alma akimuua Wisnu. Kabla Alma hajamuua Fati, Arian anatokea na kumwokoa, kisha anampiga Alma kwa urahisi. Fati anafichua kuwa Arian ndiye aliyefichua mahali alipo Ito kwa sababu yeye na Arian walikuwa marafiki wa karibu na Arian ndiye mtu wa pekee nje ya kundi la Ito aliyokuwa akijua walipo. Arian anakubali, lakini anasema alibadilisha mawazo na sasa anataka kusaidia. Fati anampiga risasi ya onyo kisha anaondoka na Reina. Wakiwa ndani ya gari, Fati anamwambia Reina ashuke wanapoona kundi la Triad. Triad wanamjeruhi Fati vibaye, lakini kabla hawajamuua Reina, wote wanauawa na mwanamke wa ajabu. Ito anazinduka ndani ya gari la polisi, na baada ya mapambano makali anawaua askari wote mafisadi, kisha anarudi kwenye nyumba ya kupanga, lakini anakuta marafiki wake wote wamekufa. Anampigia simu Ishinta kumwambia yuko salama, kisha anampata Reina na wanahamia kwenye nyumba nyingine. Wanapojenga uhusiano wa karibu, mwanamke yule wa ajabu anayejulikana kama The Operator anawasili na kupigana na Ito kabla hajamuua Ito, Reina anaingilia na kumwambia asiue The Operator. Anafichua kuwa alitumwa kumuua Ito, labda na Triad au na watu wa kijiji alichokiteketeza Ito. Ito anaeleza kuwa anajutia mauaji ya wasio na hatia na anamtaka amuue, lakini The Operator anatoweka. Chen Wu anakutana na Arian na kumpa nafasi ya mwisho ya kumuua Ito bila kumsaliti Triad. Pia anamwambia kuwa akimua Ito atachukua nafasi yake ndani ya Six Seas. Wakiwa kwenye gala, Arian anakumbuka kuwa yeye ndiye aliyemshawishi Ito kujiunga na Six Seas. Pia anaonesha kuwa alihisi kusalitiwa baada ya Ito kujiunga bila yeye, ndio maana alimsaliti mwanzoni. Anampigia Ito simu, wa kutane gala. Ito anajua kuwa akienda, Reina atakuwa hatarini. Theopereta anarejea kwenye nyumba na kuamua kumlinda Reina, lakini anamwambia Ito kuwa bado atamuua. Anamwambia pia kuwa Arian anasaidiwa na mwanachama mwingine wa six Seas, Chen Wu. Wakati Ito yuko gala, anapambana na maadui wote na kuwaua. Wakati huo huo, Chen Wu anawatuma Alma na Elena kumuua Reina, lakini Theopereta anakutana nao. Baada ya pambano kali, Theopereta anawaua wote wawili. Sniper anakaribia kumua Ito, lakini Arian anamwangusha akitaka yeye mwenyewe afanye mauaji. Arian na Ito yanakutana. Ito anajaribu kueleza sababu zake, lakini Arian hataki kusikia. Wanapigana vikali na hatimaye Ito anashinda kwa nguvu na uvumilivu wake. Hata kama Arian ana ujuzi na kasi zaidi. Ito anakataa kumuua Aryan akiashiria kuwa bado anamjali licha ya tofauti zao. Wakati Ito anatembea kwa shida kuondoka, Aryan ananyanyua bunduki, lakini hawezi kumuua Ito na anamruhusu aondoke. Chen Hu anawasili na kwa kuwa Aryan amesaliti, wanamfyatulia risasi. Vyopereta anampeleka Reina kwa Ito kisha anaondoka. Ito anampa Reina pasipoti mpya na anampandisha kwenye meli ya kuondoka. Wanapeana mkono wa kwaheri na Ito anaketi ndani ya gari. Chen Wu na wahuni wa Triad wanafika wakiwa na bunduki. Ito anatabasamu na kulielekeza gari lao huku wakifyatua risasi.